E, nitoe ufafanuzi kwamba sisi tumetangaza nafasi za kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. E, sifa za kijana gani anatakiwa kujiunga na mafunzo ya kujenga taifa tumeziainisha tume kwa, kwa uzuri kabisa, lakini sifa kuu awe ni kijana wa Kitanzania. E, taratibu tumeziweka wazi, nimewaandikia wakuu wa mikoa wote Tanzania nikiwaambia niki niki e, niki e, nia hiyo ya Jeshi la Kujenga Taifa kuendesha mafunzo na nafasi ambazo kama mikoa kama mkoa wanatakiwa watafute wa vijana vijana wenye sifa zile tulizoziandika zilizoziainisha. Kwa hiyo vijana hawa watapatikana katika kuanzia huko walikotokea, kwa maana mkoa utaratibu utafanya uta, uta, utaweka utaratibu wake kama ni, ni utaanzia kwenye wilaya then watakuja mkoani mkoani. E, timu kutoka makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa itaenda kuwachukua vijana hao kwa ajili kwanza kuwahakiki kuhakikisha kwamba vile vigezo tulivyo vitoa vimefikiwa then tuta tutawapeleka makambini, tutawagawia makambi kwa ajili ya kwenda kufanya mafunzo. Nafasi hizi zinapatikana kwa utaratibu huo, hakuna utaratibu mbadala kwa maana kwamba e, mtu ataenda kutoa hela sehemu. Kuna watu wanatoa fedha kwa ajili ya kujiunga na jeshi la kujenga taifa, mafunzo ya jeshi ya kujenga taifa, nafasi hizo haziuzwi haziuzwi kwa, kwa, kwa thamani ya pesa kiasi chochote kile haziuzwi. Kwa hiyo mtu asije akadanganyika, e, kwamba mtu ana mimi namfahamu mkuu wa jeshi la kujenga taifa e, mimi namfahamu kamanda fulani sijui, alafu akatoa fedha kwa ajili ya kujiunga na jeshi la kujenga taifa. Naomba niweke wazi kwa watanzania wenzangu kwamba wasije wakatapeliwa katika kwa staili hiyo. Eh, nafasi hizi ni bure, haziuzwi. Ni naomba labda hilo ni, ni, ndio msisitizo wangu kwamba nisimamie kwenye hilo neno kwamba nafasi hizi ni bure na haziuzwi.